Mustakabali wa taifa letu unaangukia kwa rasilimali lukuki tulizonazo. Mfano, kanda ya ziwa imejaa dhahabu, almasi, nikel, na ukirudi kanda ya magharibi imejaa shaba, mafuta na madini ya fedha. Kanda ya kati ina madini ya urani yanayotumika katika kutengeneza vinu vya nyuklia na mifumo ya umeme ulimwenguni. Kanda ya pwani imejaa gesi na mafuta, huku kanda ya kusini imejaa makaa ya mawe. Sasa hivi madini yanayotafutwa kwa wingi sana duniani, la kwanza hii inayotumika kwenye simu zetu rare earth elements. Hiyo haijapungua duniani, hayo madini yanayotumika kwenye simu zenu kwenye tv yanatafutwa kwa nguvu sana. Kingine ambacho kinatafutwa kina ni ya kutengeneza mabetri, kwa sababu hesabu inaonyesha kwamba itakapofika karibu mwaka 2040 asilimia ya magari mengi duniani yatakuwa ni yanayotumia umeme. Kwa hiyo madini kama graphite na mengine ndio yanatafutwa na ni kwa sababu teknolojia ya dunia inabadilika na sisi Tanzania tunajielekeza kwenye madini ambayo, ambayo ni adimu na ambayo yanatakiwa duniani. Ni dhahiri kuwa msingi mkubwa wa maendeleo ya kweli ya taifa lolote ni rasilimali zake na watu wake. Lakini uwepo wa rasilimali na watu wake pekee havitoshi kuleta maendeleo endapo itakosekana mifumo thabiti ya kusimamia rasilimali na kuwaendeleza watu ili wanufaike na rasilimali zilizopo. Ndugu zangu, kila safari huanza na hatua moja, na hatua ya safari hii sikuianza mimi. Alianza mwenzetu Dr. John Pombe Magufuli ambaye Mungu alimpa maono na ujasiri akasema, hapana rasilimali zetu sasa, imefika wakati zifaidishe nchi na wananchi kwa ujumla. Naye ndio alianza hatua ya kwanza. Kimsingi, tatizo la umaskini Afrika ni la mifumo yetu ya usimamizi na matumizi bora ya rasilimali tulizo nazo. Karibu theluthi moja ya nchi inalindwa kwa namna moja au nyingine, na kuna hifadhi za taifa kumi na sita hivi, mbali na hifadhi teule hifadhi za mawindo, mapori ya akiba na mengine mengi. Swali kubwa la kujiuliza ni kwa nini bara tajiri la Afrika limeshindwa kusimamia na kutumia rasilimali zake ili kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi? Mmepata wasawa kufanya tathmini ya tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Aidha, mmepata wasawa kujitathmini, kujikosoa na kujifunza. Mbinu zile zile, mikakati ile ile, na maarifa yale yale hayawezi kutufikisha huko tunapokwenda, au tunapotaka kwenda. Ni lazima tuhakikishe kuwa rasilimali tulizo nazo zitumike pia vizuri, ili kuweza kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Ni lazima sera yetu, diplomasia ya kiuchumi, tuifanyie kazi vya kutosha, ili tuweze kufikia huko. Jambo la kwanza, ili ubadilishe taifa lazima uwe na maono na utashi wa kisiasa, lazima uwe na uthubutu. Kwa hivyo, kwa mtazamo wangu, na hakika ya kwamba hatua za kipekee zimechukuliwa ili kuhakikisha kwamba Tanzania imepata mageuzi mazuri ya kiuchumi, na hilo ni jambo ambalo la kushabikiwa. Tanzania imebadilisha sheria ya madini na kurudia mikataba. Hili unaliona vipi katika mataifa ya Afrika? Chanya hiyo imesambaa kwa mataifa ya Afrika? La hasha, bado. Lakini Tanzania imepiga hatua, na jambo la kwanza ni ya kwamba Tanzania imepiga hatua ambazo zimelengwa kwa kizi wa Tanzania kuikidhi taifa la Tanzania, na jambo hilo ni muhimu, lakini kumbukeni ya kwamba lazima Tanzania iunde sheria ambazo zinawiana na muktadha wa kitaifa, hata ikilenga matakwa ya Kitanzania. Haya yote yatategemea pia sana namna utakavyobadili mbinu na mikakati ya kuyatafuta maslahi yetu nje, na kutumia diplomasia kulinda mafanikio yetu ndani. Tanzania ni nchi ya fursa tuna utajiri wa rasilimali madini, mafuta, wanyama pori, na ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo. Rasilimali hizi zinaweza kugeuzwa kuwa utajiri wa kumkwamua mtanzania na vizazi vingine vyote vijavyo. Sisi ni Tanzania.